Kitabu cha Yeremia sura ya tano na ya sita. Ndio kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Mtu wa Mungu, kama ndio unatupata kwa mara ya kwanza au umekuwa ukitufuatilia kila wakati na umekuwa unatamani hivi vitabu uwe navyo uvisome kila mara, tembelea chaneli yetu ya YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Huko utakutana na vitabu vyote vya Biblia na utapata uhuru wa kuvisoma muda wote. Mtu wa Mungu, kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe na kwa upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado haujawahi kufanya namna hiyo. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala tuanze siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunajiachilia mikononi mwako. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako na upendo wako. Tunaomba Roho Mtakatifu uje, wewe roho wa elimu, hekima, shauri na ibada. Achilia hekima ndani yetu, elimu ndani yetu na shauri lako, ili sote tupate kufunuliwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele na kitabu cha Yeremia sura ya tano, na ya sita. Mlango wa tano. Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awa yeyote atendaye kwa haki atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. Na, na wajaposema kama bwana aishivyo, hakika waapa kwa uongo. E Bwana, Macho yako je hayaangalii uaminifu? Umewapiga lakini hawakuhuzunika, umewakomesha, lakini wamekataa kurudiwa. Wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba, wamekataa kurudi. Ndipo nikasema hakika, hawa ni maskini, ni wajinga hawa, maana hawaijui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu wao. Nitawaendea watu wakubwa kubwa, nami nitasema nao kwa maana hao wanaijua njia ya Bwana na hukumu ya Mungu wao; bali hawa kwa nia moja wameivunja nira na kuvikata vifungo. Basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua, mbwa mwitu wa jioni atawateka, chui ataivizia miji yao; kila mtu atokaye humo atararuliwa vipande vipande, kwa sababu makosa yao ni mengi na kurudi nyuma kwao kumezidi. Nawezaje kukusamehe watoto wako wameniacha mimi na kuapa kwa hao ambao si miungu. Nilipokuwa nimewashibisha chakula, walizini wakakutana wengi pamoja katika nyumba za makahaba. Walikuwa kama farasi walioshiba wakati wa asubuhi, kila mmoja akalia kwa kutamani mke wa mwenzake. Je, nisiwapatilize kwa sababu ya mambo hayo? asema Bwana, na nafsi yangu je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Pandeni juu ya kuta zake mkaharibu, lakini msiharibu kabisa; ondoeni matawi yake, kwa maana si yake Bwana. Maana nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wamenitenda kwa hiana sana, asema Bwana. Wamemkataa Bwana na kusema, si yeye, wala hayatutupata mabaya, wala hatutaona upanga wala njaa; na manabii watakuwa upepo, wala neno lake halimo ndani yao. Basi ndivyo watakavyotendwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi: kwa sababu mnasema neno hilo, tazama, nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto na watu hawa kuwa kuni, na moto utawala. Angalia, nitaleta taifa juu yenu litokalo mbali sana, e nyumba ya Israeli, asema Bwana ni taifa hodari, ni taifa la zamani sana taifa ambalo hujui lugha yake wala huyafahamu asemayo. Podo lao ni kaburi wazi, ni mashujaa wote. Pia nao watakula mavuno yako na mkate wako, ambao iliwapasa wana wako na binti zako kuula; watakula makundi yako ya kondoo na ya ng'ombe, watakula mizabibu yako na mitini yako; wataiharibu miji yako yenye boma uliyokuwa ukiitumainia, naam wataiharibu kwa upanga lakini hata katika siku zile, asema Bwana, sitawakomesha ninyi kabisa. Tena itakuwa mtakapouliza, Bwana ametutenda mambo hayo yote kwa sababu gani? ndipo utakapowaambia, vile vile, kama ninyi mlivyoniacha mimi na kuwatumikia miungu mingine katika nchi yenu wenyewe, ndivyo mtakavyowatumikia wageni katika nchi isiyo yenu. Tangazeni neno hili katika nyumba ya Yakobo, litangazeni katika Yuda kusema: Sikilizeni neno hili, enyi watu wajinga, msio na ufahamu, mlio na macho ila hamwoni, mlio na masikio ila hamsikii. Je, hamniogopi mimi? Asema Bwana, hamtatetemeka mbele za uso wangu? Mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari, kwa amri ya daima, isiweze kuupita; mawimbi yake yajapo umuka umuka, hayawezi kushinda nguvu; yajapofuma sana hayawezi kuupita. Lakini watu hawa wana moyo wa kwasi na ukaidi, wameasi wamekwenda zao, wala hawasemi mioyoni mwao, basi na tumche Bwana Mungu wetu aletaye mvua, mvua ya mwaka na mvua ya vuli, kwa wakati wake, na kutuwekea juma za mavuno zilizoamriwa. Maovu yenu yameyageuza haya, na dhambi zenu zimewazuilia mema msiyapate. Maana katika watu wangu wameonekana watu waovu, huotea kama vile watu wategao mitego, hutega mitego na kunasa watu. Kama tundu lijaavyo ndege, kadhalika nyumba zao zimejaa hila, kwa hiyo wamekuwa wakuu, wamepata mali. Wamewanda sana, wang'aa nam, wamepita kiasi kwa matendo maovu, hawatetei madai ya yatima, ili wapate kufanikiwa wala hawaamui haki ya mhitaji. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? Asema Bwana. Na nafsi yangu, je, nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii? Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii: manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Mlango wa sita. Kimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benyamini, tokeni katika Yerusalemu, pigeni tarumbeta katika Tekoa, simamisheni ishara juu ya Beth Hakiremu, kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini, na uharibifu mkuu. Binti Sayuni, aliye mzuri mororo, nitamkatilia mbali. Wachungaji na makundi yao ya kondoo watamjilia watapiga hema zao karibu naye pande zote, watalisha kila mmoja mahali pake. Takaseni vita juu yake, inukeni na tupande juu wakati wa dhuhuri. Ole wetu! Kwa kuwa mchana umeanza kupungua, vivuli vya jioni vinazidi kuwa virefu. Inukeni na tupande juu wakati wa usiku, tukayaharibu majumba yake. Maana Bwana wa majeshi asema hivi, jikatieni miti, mfanyize boma juu ya Yerusalemu mji huu ni mji unaojiliwa, dhuluma tupu imo ndani yake. Kama vile kisima kitoavyo maji yake, ndivyo utoavyo uovu wake; jeuri na kuharibu kwa sikiwa ndani yake, ugonjwa na jeraha zimbele zangu daima. Uadhibiwe, e Yerusalemu, nafsi yangu isije ikafarakana nawe, nisije nikakufanya ukiwa, nchi isiyokaliwa na watu. Bwana wa majeshi asema hivi. Wataokota mabaki ya Israeli kama mzabibu; rudisha mkono wako ndani ya vikapu kama mchuma zabibu. Niseme na nani na kushuhudia, wapate kusikia? Tazama, sikio lao halikutahiriwa, wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii lakini. Nimejaa ghadhabu ya Bwana, nimechoka kwa kujizuia. Imwageni juu ya watoto walio njiani na juu ya kusanyiko la vijana pia, maana hata mume atalipwa pamoja na mkewe, mzee pamoja na yeye aliyetimiza siku zake, na nyumba zao zitakuwa mali za watu wengine, mashamba yao na wake zao pamoja, kwa kuwa nitaunyosha mkono wangu juu ya wenyeji wa nchi hii, asema Bwana. Kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao, kila mmoja ni mtamanifu na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juu juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Je, walitahayarika walipokuwa wameunda machukizo? La, hawakutahayarika hata kidogo, wala hawakuweza kuona haya usoni. Basi wataanguka miongoni mwa hao waangukao kao, wakati nitakapoajilia wataangushwa chini, asema Bwana. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Nami naliweka walinzi juu yenu, wakisema isikilizeni sauti ya tarumbeta, lakini walisema hatutaki kusikiliza. Kwa sababu hiyo, sikilizeni enyi mataifa, mkajue e kusanyiko, ni jambo gani litokealo kati yao. Sikia e nchi, tazama, nitaleta mabaya juu ya watu hawa, nam matunda ya mawazo yao, kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu, wameikataa. Yafaa nini niletewe ubani kutoka Sheba na uudi nchi iliyo mbali? sadaka zenu za kuteketezwa hazikubaliwi, wala dhabihu zenu haziniridhii. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, tazama, nitaweka makwazo mbele ya watu hawa, na baba na wana wao watajikwaa pamoja; jirani ya mtu na rafiki yake watapotea. Bwana asema hivi, tazama, watu wanakuja wakitoka katika nchi ya kaskazini, na taifa kubwa litaamshwa litokalo katika pande za mwisho wa dunia. Washika upinde na mkuki; ni wakatili, hawana huruma. Sauti yao huvuma kama bahari, nao wamepanda farasi zao, kila mmoja kama mtu wa vita, amejipanga juu yako, e, binti Sayuni. Tumesikia habari zake, mikono yetu inalegea, dhiki imetushika na utungu, kama wa mwanamke wakati wa kuzaa kwake. Msitoke kwenda mashambani wala msitembee njiani, kwa maana upanga wa adui uko huko, hofu ziko pande zote. Ee binti wa watu wangu, ujivike nguo ya magunia na kugaagaa katika majivu, fanya maombolezo kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, maombolezo ya uchungu mwingi, maana mwenye kuteka nyara atakuja juu yetu ghafula. Nimekuweka uwe mnara na ngome kati ya watu wangu, upate kuijua njia yao na kuijaribu ni waasi kupita kiasi, wote pia waendao huko na huko wakisingizia; ni shaba na chuma, hao hutenda dhuluma wote pia. Mifuo inafukuta kwa nguvu, risasi tu inatoka katika moto huo; mfua fedha ameyeyusha bure tu, maana wabaya hawaondolewi mbali. Watu watawaita taka za fedha, kwa sababu Bwana amewakataa.